Tumerejea tena, karibu sana katika viwanjani. Uh, tukuwa tunaangazia bado vitu vingi sana. Baada ya kuangazia soka letu, tumeangazia pia joto la Afrika, lakini kwa wakati huu hapa tupo katika zilizobamba kama ilivyokuwa ada, uh, viwanjani, kwa sababu ni baba wa vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tumekuwa na wadau mbalimbali, viongozi mbalimbali mbali, hapa kualika studio kuzungumzia maswala mbalimbali mbali. Miongoni mwa leo tupo na wageni pia a na, na soka kwa watu wenye ulemavu sasa. Tupo na viongozi ambao ni wapya wa chama cha soka la walemavu Tanzania TAFF, tupo na viongozi wapya uh, Rachel Parangi ni makamu wa rais wa TAFF, ni fahari ya kipekee kuwa naye kwa hivi sasa tha, karibu sana Asante. hey, tumekutana sana katika mambo yetu pia <laughs> <laughs> lakini pia tupo na katibu mkuu Fredrick Sintau, yeye ni general secretary uh, katibu mkuu wa TAF. Karibu sana Asante sana, mambo anakwendaje? Tunashukuru Mungu. Hongereni kwanza kwa uongozi ndani ya TAF asante sana kwako binafsi. Ah, Lahel, tunajua tunakutana katika masuala mazima ya wanahabari na kadhalika na vitu vingi sana. Nafasi ni kubwa sana makamu wa rais <coughs> Ni kweli, ni nafasi kubwa, lakini mimi ni makamu wa pili wa rais ambaye anashughulika na soka la walemavu wa kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo mm. kuna makamu wa kwanza mm. na makamu wa pili. Kwa nini uliangalia? Okay. Yeah. Kwa nini ukotamani urais kutokana, uh, na kazi zangu Unajua, raisi ana mambo mengi sana hmm. na mimi sasa kutokana na kazi yangu nkaangalia ile sehemu ambayo naweza nkaifanya e kwa ufanisi kabisa hmm. na kulingana na kazi zangu nazozifanya, kwa sababu bado kuongoza hmm. ni hmm. yeah. Okay, uongozi ni ridhaa. uh, Fredrick anajua, katibu mkuu ndiye hmm. mtu ambaye, mwenye maono ya chama, kazi za kiutendaji zaidi. mipango ipoje ya TAFF mpya na okay. <coughs> Tunashukuru kwamba kwa sasa tunayo kamati ya utendaji mm. mpya ambayo imechaguliwa tarehe kumi na nane huko mm. e, nyuma kulishaikuwa na uongozi lakini kukawa na kamati ya mpito lakini, mm. kwa sasa ndo tunasema sasa tuna uongozi ambao umechaguliwa rasmi kwa mujibu wa miongozo na taratibu za shirikisho la michezo ya watu wenye mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu duniani, kwa maana ya tumerelai na ile katiba ya, ya dunia ya namna ambavyo mchezo huu unaendeshwa mm. kwa hiyo tunayo mipango mingi ambayo tumejiwekea kuhakikisha soka hili linakuwa mm. e, kama ambavyo we ni shahidi kwamba huu ndio mchezo pekee ambao umewahi kulipa ili taifa heshima nje ya mipaka yake, kwa maana ya tulishiriki World Cup mm. na tuka mm. e, Istanbul mm. na tukaenda mpaka quarter final mm. e, japo next year kuna mashindano lakini mwaka jana hatukupata bahati ya kuqualify, lakini tunataka sasa e, mchezo huu ukue kwenye, kwenye level ya kitaifa kwa maana ya kuhakikisha watu wenye ulemavu wanapata fursa ya kucheza e, ulemavu wa viungo wanapata fursa ya kucheza kwenye level zote kwa maana ya kuanzia kule mikoani e, lakini pili uchezwe kwenye mashule, shule za msingi, shule za sekondari. Na pengine hata kwenye levo ya colleges e, ili mwisho wa siku tuwe na uwanda mpana wa kutengeneza timu ya taifa ambayo ina, ina, ina, ina inatoka huko. Unajua ni lazima tuwe na, na, na, na scope ambayo inaweza kutupa e, viongozi nafasi ya kutengeneza timu ya taifa nzuri mm, ili tuendelee kuliwakilisha taifa mm, kwenye levo ile ile ambayo tulishafikia kama, kama taifa mm, lakini mpango wa pili ni kuhakikisha ushiriki Ee, kwenye mashindano unaongezeka. Amesema hapa makamu wa rais, kwamba nafasi yake anajaribu kupigania wanawake. um, um, Tuna Tembo Warriors kama national team um, um, lakini hatuna timu ya wanawake, kwa hiyo ni lazima sasa tuhakikishe kuna kuna kuna kuna gender balance kwenye uwakilishi kwenye hii michezo um, uh, fursa hii pia wanawake wenye ulemavu wapate wacheze, kwa hiyo ni lazima tutengeneze timu ya wanawake ya ya wenye ulemavu mm. ya taifa ambayo italiwakilisha taifa pia nje ya mipaka yake. Mwaka jana World Cup ilichezwa, nafikiri ilikuwa ni Colombia mm. eh, ya wanawake mm. na mwaka huu kuna mashindano ya kombe la Afrika ya wanawake. Tuliona Kenya walifanya vizuri. exactly. yes. kwa sasa na sisi hatukuwa tu tumetengeneza mazingira, lakini mm. tunaamini wako wanawake na tuna mipango mikakati ya kuhakikisha tunatumia hmm. eh, kendi kamati ya utendaji hii inahakikisha tunakuwa na timu ya taifa ya wanawake yeah. Tuna shule kwa mfano ya Jangwani ina wanawake wenye ulemavu, lakini tuna shule zingine nchini hmm. Kwao tutahakikisha tunafanya mawasiliano mazuri na serikali kupitia TAMISEMI hmm. ili michezo hii ichezwe kwenye hizo levo, ili mwisho wa siku hmm. tuweze kutengeneza timu ya taifa, lakini tunao pia mtaani watu ambao wanatamani kucheza kwa hiyo tunataka kuwatengenezea mazingira bora kabisa na rafiki kwa wao kupata fursa ya kucheza ili mwisho wa siku tuwe na timu nzuri ya ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu ya wanawake pia iwakilishe taifa kwenye mashindano mbalimbali. Ukiangazia katibu pamoja na makamu wa rais wa pili, miongoni mwa kitu ambacho kwa kama mwandishi wa habari nikiwa nakifuatilia michezo ya watu wenye ulemavu, kinachokosekana ni ligi ama ligi ya ushindani kwa klabu kwa sababu nashangaa tu kwamba kuna timu Dar es Salaam sauti para, kuna nyingi na baamoshi Arusha na kadhalika. Mipango ipoje kuwepo na ligi ya vilabu kwa sababu tunaamini klabu ndo zinatengeneza timu ya taifa bora ya Tembo Warriors? Asante sana. Nafikiri mpango mkakati wa kwetu mkubwa ni kuhakikisha tunakuwa na ligi hmm. ya watu wenye ulemavu. Mataifa ambayo yanafanya vizuri kwa sasa hmm. ukiangalia hmm. wanazo ligi tena, wana wana wana wana, wana ligi kuu daraja la, wana ligi daraja la kwanza, wana hmm. ligi daraja la pili. Sasa sisi bado hatujafikia level ya kuwa na ligi hmm. japo huko nyuma ilishakuchezwa okay. Kwa kushirikisha timu za mkoa wa Dar es Salaam hmm. lakini ukifanya study tu utagundua pia mikoani kuna ligi hmm. kuna, kuna timu mfano Arusha kuna timu zaidi ya moja hmm. lakini Songwe kuna timu, Mtwara kuna timu, Dar es Salaam kuna timu zaidi ya nne hmm kwa hiyo tunataka kuanza ku, kuhakikisha kwamba ligi inachezwa, kwa maana ya, kwa sababu bado hatuja, tunajaribu kutafuta kukua, tutaanza ligi hata kwa mfumo wa, wa kituo, atlisti tupate ligi eh, ligi ligi kuu inaposimama ya mpira wa miguu hmm. tupate ligi ya amputee. at atlisti wiki mbili tatu kwenye kituo kimoja baadaye tuhame tuende kituo kingine. Nafikiri hii ndio itahamasisha ushiriki wa watu, lakini pia itatutengenezea timu bora mm. ya taifa. Kwa hiyo, hiyo ni priority yetu ya kwanza mm. na tunatamani mwaka huu at least tupate ligi sawa. Okay. Uh, kuna mashindano mbalimbali tunajua, kuna mashindano ya, ya, wa Afcon, ya wanawake ambayo yanafanyika uh, Sierra Leone, ambapo uh, kati ya Liberia na Sierra Leone yanafanyika, mipango ipoje uh, Rahel? Uh, mikakati yetu ya kwanza sasa hivi mm-hmm. ni kuhakikisha kwanza tunaandaa timu mm-hmm. na timu tumefocus, tum, tum, tum, tum, kuandikia shule ya Jangwani pale mm-hmm. tu, ili tupate wale wasichana wanaosoma pale kama tukifanikiwa pale, na tuunganishe na ambao wako mtaani, tuwe tutatrain hata pale kwao ili tuwepeleke timu, kwa sababu wachezaji wenye ulemavu ni wanaotakiwa kucheza mpira wa miguu anatakiwa aiza awe na mkono mmoja kwa golikipa, lakini awe na miguu miwili mm. lakini kwa anaocheza ndani katika wale sita awe na mguu mmoja, yani mmoja, mguu mmoja asiwe nao, kwao ni mguu mmoja mm. lakini kuna mchezaji mwingine ambaye anatakiwa kwenye timu asizidi wawili, anakuwa na mguu mmoja ambao hauna nguvu, lesiatres yani, mm. mas mm. mguu mmoja unakuwa ni mlemavu wa kuzaliwa nao ule mm. Sababu nyingine zaweza kusikana ni ajali ndo akakatwa nini mm -hmm. Lakini ilikuwa ni ule ulemavu wa kuzaliwa. Kwa hiyo, katika hao kama unajijua wewe una huo mguu ambao hauna nguvu au una mguu mmoja na una mkono mmoja, kwa golkipa unafaa kucheza soka la watu wenye ulemavu okay. mm -hmm. Kwa hiyo tunawakaribisha watakaposikia waku, kama tunaanza utaratibu wa kuandaa timu mm -hmm. kuna, wakati pia kuna mashindano ya se, se KAF ambayo yanafanyika yeah. nchini Burundi mwezi wa nane, matayarisho kwa ujumla yaani Eh, tunatamani sana hmm. Kushiriki mashindano yote yanayofanyika mwaka huu kwenye kalenda, kwenye kalenda. Hmm. Kwa sababu kama taifa tulishapiga hatua hmm. Yani haiwezekani unashiriki World Cup alafu ukashindwa kushiriki mashindano ya, hmm. ya ndani ya kikanda na ya Afrika hmm. Kwa hiyo kama ambavyo nasema makamu wa rais hmm. eh, ndo tunaanza sasa mikakati ya namna gani tunakwenda tuna Novemba oh, eh, hmm. Agosti Burundi hmm. lakini tunakwenda Novemba kwenye mm. moja ya vitu ambavyo umevisema, ama Sierra Leone ama Liberia watakapo mm. confirm, lakini kwa sababu timu ya wanaume tunayo mm. na tuna wachezaji ambao wanacheza nafikiri professional Uturuki, na kwa hiyo mm. mm. sasa hivi mm. tuko kwenye mkakati wa kutafuta kocha mm. head coach wa kutu, timu ya taifa kutoka kwa Salvatore Edward kwa sababu hii ni kamati ya utendaji mpya itaona kama inafaa kuendelea naye mm. au tutatoa tangazo, wata, wataleta CV tutaona namna gani tunapata mwalimu mm. ambaye sasa atakuwa ata, ata, na timu ya taifa mm. then atafa, tutafanya maandalizi ili kwenda kwenye hayo mashindano mm. Nadhani swali sio itajibu makamu mm. au katibu. Uh, miongoni mwa changamoto kubwa ambayo inakuwa inatokeaga ni rasilimali fedha. Inawezekana mm. e, kwamba hiki kikawa ni kigezo kikubwa sana. Naweza kuwa tuna mipango mingi tuna nini, lakini rasilimali fedha, uongozi mpya wa TAFF mmejipangaje kukabiliana na hili changamoto ya fedha, rasilimali fedha? Eh, of course uko eh, sahihi. Michezo ni fedha mm. Yaani hauwezi kuachivu chochote kwenye, kwenye indastri ya michezo mm. bila fedha eh, sisi tumeingia E, tumekuta accounts si hazina kitu. hmm. Kwa hiyo sasa mkakati wetu wa kwanza ni kuhakikisha tunashirikisha wadau e, kwa maana ya hmm, watu binafsi hmm, e, mashirika hmm, e, mashirika ya ndani na nje hmm, e, lakini pia serikali hmm, e, kuhakikisha tuna, tuna raise fund ili kuhakikisha e, tunaweza sasa kuhakikisha mchezo huu unachezwa. Okay. Kwa hmm, sababu e, bila fedha hatuwezi kufanya kitu mm, lakini pili e, sosi ya, ya, ya, ya fedha e, kwenye michezo ni activities zenyewe za michezo kwao, mm, tutahakikisha tuko active muda wetu wote mm, ili kuweza ku, ku, yani tuongeze ile visibility na kuattracti walau watu kwa ajili ya kuweka fedha kusapoti shughuli hmm. za shirikisho, sawa. Uh, miongoni mi, mi, mi, mwa vitu ambavyo inawezekana kwa watu wakao wanashangaa, ni mara nyingi tumezoea, unajua mara nyingi wanasema mazoea yanajenga tabia kwenye mashirikisho. Mfano kama chama cha netboli uh, utaona kababa wengi sana ni wanawake. Mfano uh, ukija kwenye shirikisho la watu labda wenye ulemavu, watu wengi wanategemea kuona watu wengi wakifika katika hiyo iko ni watu wenye ulemavu nini kwa, kwa tofauti, mtu aweza akajiuliza vipi? <laughs> <laughs> yeah, of course wenye ulemavu kwenye kamati ya utendaji hii wapo. mm. yeah, wapo viongozi kadhaa, makamu wa kwanza wa rais ana ulemavu, lakini ni tofauti wap... na uongozi mpya wa, wa zamani ulikuwa kina Peter Sarungi mm. wakina Mabula si nani, yaani ukiona kwamba wote ni tofauti na sasa. yeah, eh, logic mm. nyepesi tu mm. ni kwamba hili ni shirikisho la michezo Hmm. ya watu wenye ulemavu kwa hiyo hmm, tunahitaji tunapohitaji labda katibu mkuu, tunahitaji mtu ambaye hmm, anaweza kadeliver kwenye eneo la e, leadership ya michezo hmm, inawezekana akawa na ulemavu au akawa hana, lakini katiba ana... haiwazuii eh. Katiba haizuii hata hmm, duniani huko hmm, eh, kwenye shirikisho la dunia na shirikisho la Afrika liko kama ambavyo lina image kama hii ambayo unaiona, sisi tunayo Tanzania ya. yeah, yeah, exactly. kuna mm -hmm. watu wenye ulemavu no, kuna no. watu hawana. Jambo la muhimu tu ni namna gani ambavyo hiyo kamati ya utendaji inaweza ika, ika deliver mm -hmm. kuhakikisha inasaidia ama ina push ajenda za michezo kwa watu wenye ulemavu na watu wenye ulemavu wanapata ushiriki. Kwa kiwango ambacho pengine tunatarajia, tunatarajia. exactly. uh, Rachel, Makamu wa mm-hmm. pili wa rais, neno lako kwa serikali ni upi kwa sasa hivi kwa wadau wa michezo na kadhalika? uh, kwangu mimi kuna watu wanapenda sana kulaumu serikali serikali kwamba haijapeleka timu kwenye mashindano. Natakiwa tujue tu kwamba serikali inachangia asilimia ishirini na tano kwenye kile ambacho unacho kwenye kama unapeleka wachezaji kumi na tano ujaweka sasa katika ile asilimia 25 ndio itachangiwa hapo. Kwa hiyo ni sisi chama sasa, au mashirikisho tuangaike tutafute fandi za kuendesha timu zetu kutupeleka kwenye mashindano ili pale ambapo tutakuwa tumefungikiwa, mm. serikali na nyewe tushike mkono. Mm. Kwa hiyo sisi tuna, tuna, tuna tamani sana timu zetu zote ziende huko na ndo tutaangaika tupate hela, ili na baadaye sasa kama serikali itatusaidia pale kutushika mkono ijue nini, labda ni, ni, ni watu kumi au watu wamepungukiwa. Kwa hiyo sasa mashirika binafsi ambayo tulishafanya nao kazi kipindi hicho na wakaona timu ile wamefanya vizuri, tukaandaa mashindano ya Afrika, tukaandaa mashindano ya Afrika Mashariki hapa nchini tunawaomba sasa, ni wakati mwafaka tena wa kuendelea kuisapoti hasa ukizingatia Rais Samia naye ni mlezi wa hii timu uh, kipindi akiwa makamu wa rais, hajawahi kuwa na mlezi mwingine. Kwa hiyo sasa ni wakati mwingine ambao uongozi mpya umeingia una mambo mengi ya kufanya na mm. timu zinatakiwa tushiriki mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo watushike mkono ili tuhakikishe kwamba tunafanikiwa tuna kwenye hilo na, na, na, ya, na, na, na, mimi kama ambavyo amesema mm. makamu wa pili wa rais mm. Eh, tunahitaji sapoti ya serikali mm -hmm. Na tunajua serikali ndio ambayo ime, ime, ime ifanya tembo Warriors ikawa na mafanikio ambayo imekuwa nayo mm -hmm. Na serikali eh, ina, ina, ina, bado ina wajibu wa kufanya. Hii ni timu ya taifa, lakini pia tuna mkakati wa kuwa na timu ya wanawake. Tunahitaji serikali iendelee kutushika mkono pale ambapo inaweza ili tuweze kufika, lakini pili wadau E, wadau nao pia wasi, kwa sababu nakumbuka e, watu wenye ulemavu ni makundi ambayo yanahitaji e, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuungwa mkono na kuwezeshwa kwa hiyo e, watu walitizame kwa jicho hilo. Tunahitaji kuhakikisha tunawapa nafasi na wao e, ku, ku, e, ukiangalia ile ile conversations on people with disabilities, rights of people with disabilities. Yes. Ni equality kwenye kila aspekti ya maisha kwa hiyo tu wasapoti kwenye ili eneo la michezo pia, ili na wao waweze kufil eh, sehemu ya jamii. Mm. waweze ku, kupata ku, ku, fursa kucheza fursa sawa eh. Yeah. Uh, ni Fredrick Sintau ni General Secretary katibu mkuu wa TAFF, lakini pia nilikuepo na Rachel Parangi ambaye ni makamu rais wa pili wa TAFF akisema kwa ni makamu rais wa pili wa TAFF. Kwa hiyo naye pia tutamjani pia mshoni kwaje, uh, kuangalia kwenye miaka miaka minne mitano minne ehe. Kwa hiyo tutakuja kuangazia pale <mina> ehe, wanawake maana kimejimia kipande kimwanza wanawake, kwa hiyo lazima nikuze tutakuja kuona jamani nanyi katika siku hii hapa leo so, so. Karibuni sana siku nyingine kuja kuweza kuzungumza masuala mazima ya maendeleo ya michezo kwa watu wenye ulemavu hususani soka. Asante. Shukrani sana. Sana. Sana ni wageni wangu ambao wa niko nao kwa wakati huu. Uh, hapa tumezungumza mengi sana, nafikiri pia hata kuna baadhi ya sintofahamu ambazo labda ulikuwa unajiuliza na kadhalika umeweza kuzifahamu hapo, na kikubwa zaidi ni kuwaunga mkono katika masuala mazima ya maendeleo ya michezo hapa nyumbani Tanzania. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. Kuna mengi sana ambayo bado tupo nayo na tunapaswa kukupasha. Mimi ni Said.